Mzee Kikwete alizaliwa Oktoba 7 ya mwaka 1950 katika kijiji cha Msoga huko Pwani, ambapo kwa sasa inafahamika kama Bagamoyo. Alizaliwa katika familia ya watoto tisa, akasoma shule ya msingi hadi chuo kikuu, akatumikia jeshi na chama kwa bidii na uadilifu mkubwa sana, akavuna ubunge, uwaziri na uraisi. Baadaye akaendesha nchi kwa uhuru na kila mtu kujiachia tukamlipa matusi na kejeli kibao. Siku anaondoka akasema mlisema mimi mpole, sasa nimewaletea mkali. Akatukabidhi kwa John Pombe Magufuli, mzee wa mimi sijaribiwi. Kisha akarudi zake Msoga. Vilio vya kumisi Jakaya vikaanza kusikika kila kona ya nchi, mithili ya wana wa Israeli walivyomtukana Musa awarudishe Misri. Mithili ya wana wa Israeli walivyomtukana Musa awarudishe Misri. Wahenga tukasema hakuna jipya chini ya jua, lakini tuache masiara ise. Enzi za mkwere watu walikula bana shilingi mia kuitwa jiti. Je, nchi ilikuwa fulu shangwe. Ponda mali akifa usijute, aliyekukopesha alisahau kukudai, wenye vyeti feki walipata heshima na maandamano ya kisiasa yalikuwa bure kabisa. Wapinzani walitafuna vya Ikulu bila kujali itikadi, vijana wakasumbua huko baa na klabu kwa lete kama tulivyo mara Kipchange kipchange ikawa habari ya mjini. Walimu nao wakaibuka na kibwagizo cha shemeji unatuachaje. Watu walitafuna hadi mabilioni ya Kikwete bila huruma, kama wabunge wa Uganda kula hela za korona. Shibe ilipozidi tukamwita Jakaya dhaifu, Vasco da Gama muhuni, kwa sababu too much of anything is harmful. Tatizo ukishiba sana, lazima urukwe na akili; usiposhiba kabisa, unakuwa tapeli. Maisha huwa siyaelewi kabisa mimi. Tatizo Jakaya aliruhusu demokrasia hadi pasipohitaji demokrasia. Hivi unadili vipi na mafisadi kwa kuambia wajishughulikie? Au umesahau enzi za kujivua gamba, kampeni iliyoshupaliwa na Nape Nnauye? Enzi hizo Nape akikohoa chama kinapiga chafya. Kweli kila zama na kitabu chake. Kwa mara ya mwisho nilimwona li Nape Ikulu akiomba msamaha kwa baba yake baada ya kunaswa na ndoano ya mvuvi. Ila Nape bwana yeye si ndo alitufundisha kwamba samaki anayefumbua mdomo ndo hunaswa na ndoano. Sasa ilikuwaje akanaswa yeye? Au ndo yale mahubiri, yasikiliza maneno yangu usifuate matendo yangu. Siku moja baada ya kukamilika kwa siku tisini za kujivua gamba, Rosta Mwazizi aling'atuka tukasema ni gamba, kumbe mshikaji aliamua kuachana na siasa za majitaka na kwenda zake kwenye biashara. Akarudi kutusaidia wakati wa janga la COVID-19. Rostam ndo katuletea mashine ya kupimia virusi vya korona Zanzibar. Barikiwa sana mwanangu Rostam Wazizi popote ulipo. Halafu Rostam Wazizi bana, alipoulizwa mashine hiyo imegharimu kiasi gani, akasema yeye hajui, wanajua vijana wake wa mambo ya fedha. Yeye anachojua mashine imenunuliwa. Ukiwa na pesa bana, kuna muda wa kuwakaba kabale wafanyakazi wako kama mchunga mbwa. Unajua, nimekuwa nikijiuliza kwa nini Jakaya alikuwa mtu wa kuamini kila mtu hadi akaamini majizi akampiga na. Wakati wa Shakespeare aliwahi kusema penda wote, amini wachache. Nikagundua ni kwa sababu ya historia yake ndefu aliyopitia hadi kufika Ikulu. Kwanza, Jakaya alitoka katika familia ya kifalme. Babu yake alikuwa ni mfalme wa Wakwere na baba yake akaweza kuwa DC. Kwa hiyo Jakaya hana historia ya kulala njaa kama baba yako. Babu yake ndo alimtabiria Kikwete, mtoto wa sita kuzaliwa, kuwa kiongozi mkubwa wa taifa la Tanzania. Babu alifanya hivyo Jakaya akiwa tumboni kwa mama yake. Utabiri wa babu ukatimia. Jakaya akiwa kibaa sekondari alikuwa mwenyekiti wa wanafunzi wa vijana watano, tanga sekondari akawa kiranja mkuu, na chuo kikuu Mlimani akawa mwenyekiti wa almashauri ya wanafunzi. Mpaka hapo wengi katupiga chini, maana hatujawahi kupata hata umoni ta darasani. Sasa bro, kama hata umonita ujapata Halafu leo hii unachukua fomu kugombea, huo ni kama utaishia magereza. Jakaya alitoka Mlimani mwaka 1975 na jiwe la uchumi, na Aprili mbili mwaka 1975 akaenda Singida kutumikia chama kisichokuwa na maslahi kwa nafasi ya ukatibu msaidizi wa tano mkoa wa Singida. Enzi hizo vyama vya siasa viliendeshwa kama vigango no mshahara fulu kupiga miayo. Usione mbwembwe za wanachama wa vyama vya siasa hakuna kitu pale, watu wako vyamani kuzengea uteuzi tu. Mwaka 1976 Jakaya aliingia jeshini, lakini CCM ilipoweza kuzaliwa, alipelekwa Zanzibari kukijenga chama. Alipiga kazi zenji hadi mwaka 1980 alipopelekwa ofisi ndogo ya makao makuu ya CCM huko Dar es Salaam, kuwa mkuu wa utawala, idara ya ulinzi na usalama na msaidizi wa katibu mtendaji mkuu wa CCM enzi hizo, mzee Piusi Msekwa. Haya maisha haya, yaani Jakaya alitumwa na Msekwa, baadaye Msekwa akatumwa na Jakaya. Mwaka 1981 Jakaya alishushwa hadi kuwa katibu mkuu mtendaji wa CCM mkoa wa Tabora, jamaa akaenda huko bila kutia neno, akayashinda majaribu kutoka Tabora mwaka 1983 alijiunga na chuo kikuu cha maofisa wa jeshi huko Monduli, akala uluteni kanali na kuwa mkufunzi mkuu na kamisa wa siasa katika chuo hicho. Kwa tabasamu la Jakaya, huwezi amini kama alikuwa mjeshi tena machachari sana. Kuna jamaa alitusimulia kisa cha Jakaya kutoka Monduli, nikashangaa sana. Sasa sijui jamaa alitufunga kamba au vipi, jamaa mwenyewe alitusimulia akasema, Jakaya alimwandikia Rais Nyerere barua kumshtaki mkuu wa chuo luteni jenerali Gideon Fundi Sayore kwa kuchanganya biashara na ajira kinyume na sera ya ujamaa. Sayore alikuwa mfugaji na mkulima mkubwa aliyekiuzia chuo nyama maziwa, maharagwe pamoja na mahindi. Nyerere baada ya kuisoma ile barua alimkabidhi jenerali David Musuguli ambaye alikuwa ni mkuu wa majeshi enzi hizo, akisema hayo ni mambo yenu, kayamalizeni huko huko. Sasa badala ya msuguli kuchukua hatua yeye akairudisha ile barua kwa mzee Sayore. Sayore akafura. Tukajua Jakaya anatafunwa. Sayore akaitisha kikao pale jeshini na kuanika barua ya Jakaya hadharani huku akigonga meza kwa hasira kali sana. Alivyotoka nje na kusema anarudi Jakaya mtoto wa mjini bro. Akala kona mazima. Hakurudi tena jeshini. Alikula pori kwa pori tena kwa mguu. Njiani Jakaya alikutana na mwanajeshi mfupi kuliko wote walimtania pimbi wa Munduli, ambaye ni balozi Abrahamani Shimbo. Jakaya akamsimulia aliyomkuta. Shimbo akamuunganisha na mjumba wake wa huko Tengeru. Jakaya akapata pa kufikia, akapumzika siku kadhaa, akapewa nauli, akarudi karudi zake Bagamoyo. Shimbo alitenda wema na kwenda zake, akakutana naye mbeleni siku Jakaya alipokamata nchi. Shimbo alikula unadhimu kuwa mkuu wa jeshi la wananchi na baadaye balozi wa China. Watu wakachunga eti Jakaya anagawa vyeo kishikaji hivi. Hata ingelikuwa ni wewe, unaanzaje kumwacha mtu kama pimbi wa Monduli? Thubutu! kwa sababu Jakaya alikuwa hazina ya chama. Mzee Kawawa aliamua kumpeleka kuwa katibu wa CCM wilaya ya Nachingwea, na mwaka 1988 akahamishiwa wilaya ya Masasi. Kawawa alitisha sana. Imagine mkufunzi wa chuo cha kijeshi graduate na meja wa jeshi kupelekwa kufanya kazi za darasa la nane tena huko Lindi. Mzee Sinde Warioba wakati huo ni waziri mkuu, ndo alimnyofua huko vijijini na kumleta mujini na kumwombea ubunge kwa mzee Mwinyi. Mwinyi akampa Jakaya shavu la ubunge wa taifa na kisha unaibu waziri wa nishati na madini. Mwaka 1990 akaweza kupandishwa cheo huko jeshini na kuwa luteni kanali, kwa sababu aliyenacho huongezewa. Mwaka 1992 siasa ilipofutwa jeshini, Jakaya alistafu zake jeshi kwa hiari. Ilipofika mwaka 1995, Jakaya, Joseph Warioba, Mark Bowman, Cleopa Msuya, Johnny Malesela Edward Loasa, Kigoma Ali Malima, Benjamin Mkapa, Horace Kolimba, Rosie Lugendo, Piusi Msekwa, Tuntemeke Sanga Njelu Kasaka na Fredi Lutakiamirwa wakatupa kete kwenye kiti cha urais, akaibuka Mkapa. Kolimba na Malesela walikatwa mapema. Nyerere alishawachukia sana Kolimba na Malesela kitambo sana, hadi akaweza kuwatungia kitabu cha Hatima ya Tanzania na Uongozi Wetu. Kitafute kitabu hicho ukisome, kama huna pepo la kusoma vitabu. Maana kuna mtu akishika kitabu tu anasinzia. Hilo ni pepo la umaskini wa maarifa, likemee. Mchujo uliendelea hadi wakabaki watatu, Kikwete, Mkapa na Msuya. Kikwete aliongoza kwa kura 534 akifuatiwa na Mkapa aliyepata kura 459 na Msuya akafunga mkia kwa kura 336. Kwa kuwa kanuni inataka mshindi apate zaidi ya asilimia 50, Kikwete hakuwa mshindi. Ngoma ikarudiwa. Mkapa akaibuka kidedea kwa kura zipatazo 684 na Kikwete kura 636. Tonge la urais likamponyoka. Jakaya akasubiri tena kwa miaka kumi, kwa sababu mvumilivu hula mbivu. Kolimba akaponda ati CCM imepoteza dira akatishia kuhamia upinzani. Profesa Malima akaona huu ni utoto akahamia huko NRI. lakini mwaka huo huo aliweza kufariki ghafla. Mwanae Adam Malima akashika mikoba, lakini baadaye alikuja kuwa waziri kwenye serikali ya Jakaya. Halafu huyu Adam Malima ndio yule jamaa aliyetishiwa SMG na polisi machachari sana kwa risasi tatu hewani. Na halafu Adam Malima mwenyewe hata hakushtuka, alibaki kuwa cheki huku akitabasamu. Jamaa yangu akaropoka, huyu polisi atakuwa na vieti feki. Nikamwambia zima domo lako kabisa, usije kupotezwa ukatusumbua kutunza watoto wako. Adamu akapelekwa sentro na kupandishwa mahakamani, alafu Magufuli akamteua adamu kuwa arasi wa mara wenye roho za visasi wakaanza. Ningekuwa mimi ni Adamu, ningemwomba siro amwamishe yule polisi amlete mkoa wangu, alafu namwomba rapisi anipe awe mlinzi wangu wa nyumbani. Mbona angeacha kazi mwenyewe? Uzuri malima si mtu wa visasi bratha. Tuntemeke Sanga wa Makete naye akatishia kuunda chama chake. Huyu Tuntemeke Sanga ndio yule jamaa aliyezinguana na Nyerere baada ya kutoka kusoma majuu na elimu kubwa. Alipoulizwa na mwalimu apewe kazi gani, akasema anataka urais. Kimsingi alikosa adabu.